Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu katika imani, natumai mko salama kwa rehema za Allah. Ndugu zangu Waislamu, leo nimekuja na funzo na funzo kubwa sana. Leo nitakuelekeza tiba ya asili kwa wenye kisukari. Kwanza kabisa, kwanza kabisa, kwanza kabisa, yote na yote, kumbuka Allah ndiye mwenye shifaa na yeye ametupa tiba katika vitu vyake vya asili. Ndugu zangu wa Islam, kisukari ni ugonjwa unaowaathiri watu wengi sana, lakini kwa uwezo wa Allah unaweza kupata tiba kwa njia ya kiasili. Ndugu zangu Waislamu, kuna vitu viwili kuna vitu viwili kuna vitu viwili ukivizingatia hivi, hakika kwa uwezo wa wezo, Allah subhanahu wataala, utapona ugonjwa huu. Kwanza kabisa, kuna limao na kuna simbi. Limao tunazijua ndugu zangu Waislamu, limau ya kijani, limao tu ya kawaida hii, au unaweza ukatumia hata ile ndimu ya kusaga, ile ya unga ile unaona no. Sasa tunaanza kwanza limau. Ndimu ya kijani ina vitamini C na inasaidia kupunguza kiwango cha sukari mwilini. Kingine simbi za baharini, aina ya mwani maalum hivi na madini muhimu kama iodini na magnesium, si ndio? Ambayo ni muhimu kwa mwili wa binadamu. Simbi tunazifahamu simbi, wewe ulizia tu, simbi zinakuwepo baharini sana. Sasa jinsi ya kutengeneza, eh, jinsi ya kutengeneza dawa hii, kwanza unachukua limao kwanza kabisa yote na yote, unachukua maji maji, unachukua maji unaona kama ni lita moja au lita mbili eh? au lita tatu au lita nne ni wewe tu, no, na uwezo wako. Unaona, unachukua ile limau unakamulia kwenye yale maji eh? yani unakamua eh? kwenye maji, ndugu zangu Waislamu. Baada ya kuchukua zile limau na kukamua kwenye maji, utachukua zile simbi zako Eh? Unachukua zile simbi unaziweka ndani ya hayo maji unaona. Sasa utasubiri mpaka ziyeyuke, utasubiri mpaka ziyeyuke, maana huwa zina tabia ya kuyeyuka. Yaani, eh? kama ulikuwa umeweka labda kwenye lita moja na nusu au kwenye lita kadhaa zote ambazo umezitenga, unahakikisha na unaweka kila kwenye lita, unaona. Ndugu zangu, baada ya simbi kuyeyuka utayachukua sasa yale maji yote eh? Baada ya simbi kuyeyuka, tunasoma kuruhani juu ya maji haya. Kwa nini? Kwa sababu kuruhani ni eh, tiba kwa waumini. Mwenyezi Mungu anasema tunateremsha katika kuruhani yale yaliyo tiba na rehma kwa waumini, katika sura al-Isra. Utayasomea sura Alfatiha mara thelathini juu ya maji hayo, kisha baada ya hapo utasoma aya za shifaa, mwombe Allah akupatie shifaa. Baada ya hapo sasa, kunywa kila siku, kiasi kinategemea ujazo wa maji uliotengeneza. Endelea kwa muda mpaka upate nafuu kwa uwezo wa Allah. Usikate tamaa. Kwani shifa ni katika mikono ya Allah pekee. Ndugu zangu Waislamu, subira ni jambo muhimu sana katika kutafuta tiba. Allah ametupa tiba katika vyakula vya hasili na kuruhani, tumtegemee yeye kwa kila jambo. Baada ya hapo mtakuwa mmenielewa kabisa kwa somo letu hili la leo, mtegemee Allah, kwani Allah ndio kama mponyaji ambilo, na unatanguliza kwanza Mwenyezi Mungu kisha unatumia kitu Ndugu zangu Waislamu, usisahau kushea tiba hii kwa wengine ili nao wanufaike pia. Subscribe kwenye chaneli hii kwa mawaidha zaidi ya afya na Uislamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu, asanteni sana.